a kinywaji hiki chenye vitamini C alkaline na probiotic, kutibu PID sugu, kutibu fanga sugu, UTI sugu na bacteria vaginosis, unahitaji chungwa moja, kata vipande vidogo vidogo. Unahitaji majani ya celery katakata kata na unahitaji tangawizi, hakikisha umekata vipande vidogo vidogo, vidogo vinavyoweza uh, kusagika kwa urahisi. Baada ya hapo, weka viambata vyako kwenye blenda, ongeza kikombe kimoja cha maji na hakikisha unasaga na inasagika vizuri. Ongeza kijiko cha, uh, cha unga wa manjano tumeric, na changanya vizuri, chuja na kunywa kikombe kimoja kila siku kabla ya kifungua kinywa ili kuondoa maambukizi hayo. Tumia kwa wiki tano mfululizo kwa matokeo zaidi. Aidha, okoa muda wako kwa kutumia C24/7 na Liven Alkaline Coffee ili kutibu maambukizi sugu kwenye mfumo wa uzazi. Dozi ya siku 10 shilingi elfu tisini. Soma caption kwa maelezo zaidi na comenti niunge kupata tiba yako.